Nchi mbalimbali mbali zimekutana jijini Dar es Salaam kwa lengo la kujadili masuala ya utawala wa sheria hususan katika maendeleo endelevu ambapo Tanzania imepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa mkutano huo wa kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa nchi ofisi ya Rais utumishi na utawala bora Angela Kairuki amesema nchi yoyote haiwezi kuwa na utawala wa sheria endapo masuala ya uchumi na utawala hayajakaa vizuri, jambo ambalo hukwamisha uwekezaji.

Mkurugenzi mkuu wa taasisi inayojishughulisha na masuala ya sheria duniani IDLO Dr. Irene Khan amesema Afrika ni bara lenye utajiri wa rasilimali na lenye kufuata mila na desturi, lakini bado linakabiliwa na changamoto kubwa ya namna ya kutunza amani kunasababishwa na kuibuka kwa machafuko ya kisiasa.

So, the laws governing those ownership of disposal of return and distribution can also be a factor for stability and therefore nullify any hopes for development and sustainability. Kutoka Dar es Salaam, Beatus Erick.